UVCCM yapongeza miradi mikubwa Bukombe. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Taifa, Mohamed Kawaida, ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita, kwa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo soko la kisasa, stendi ya mabasi na jengo la halmashauri pamoja na vibanda vya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bukombe. Kawaida ambaye yupo mkoani Geita kwa ziara ya kamati ya utekelezaji ya VCCM Taifa ametembelea na kukagua miradi hiyo ili kujionea hatua za utekelezaji wake. Miradi hiyo mikubwa ina gharimu zaidi ya shilingi bilioni 26, ikiwemo fedha kutoka serikali kuu na vyanzo vingine vya mapato ya ndani. Kawaida ameonyesha kuridhishwa na utekelezaji wa miradi, lakini amesisitiza umuhimu wa usimamizi wa fedha ili miradi hiyo ikamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa miradi hiyo inatarajiwa kuboresha huduma kwa wananchi na kuinua uchumi wa wilaya hiyo. Sambamba na hayo, mwenyekiti huyo wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa ameambatana na kamati ya utekelezaji, ameambatana na makamu mwenyekiti wa umoja huo Rehema Sombi pamoja na kamati ya utekelezaji hapa na alipokuwa ujenzi wa jengo la halmashauri ya wilaya ya Bukombe Kawaida alikuwa na haya kusema ambalo na hili huko tunakotoka tulikuwa tunatizama. La pili tunatizama uhai wa chama na jumuiya, ambalo na huko tunakotoka tulikuwa tunatizama, lakini naendezeka na jambo lingine ambalo ni kuwahamasisha vijana kuweza kujitokeza katika uchaguzi. Na hili kwa maeneo yale ambayo daftari linaendelea kwa awamu ya pili, ama linapita kwa awamu ya kwanza, basi wajitokeze kwenda kujiandikisha, lakini kwa maeneo ambayo tayari daftari limeshapita wajiandae Wadi, uh, kwenda katika uchaguzi kushiriki kwa amani na usalama sambamba na kujitokeza kwenda kugombea. Sasa hapa tuko katika lengo la pili la ziara hii, kagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo kimsingi ni ahadi ya Chama cha Mapinduzi na Watanzania, wakiwemo Watanzania wak Watanzania tunawahidi kwamba endapo tukuchagua tutawaletea maendeleo tutajitahidi kuwasogezia fursa za maendeleo kwao. Nimefurahi sana kusikia ha, hapa watu wananchi wanatoka maeneo ya hapa Bukombe wapatao hamsini, na kwa sababu tuliahili ajira zilizokuwa rasmi na sio rasmi kwao, manake hapa lengo na madhumuni na imani katika swala la ajira tayari lengo ongeleza, lakini nimefurahishwa sana kusikia watu hao uliwachukua wanatoka maeneo haya haya ndiyo kusudio na dhima na dhamira ya Rais wa Jamhuri ya Muungano kwamba miradi hii inapokuja katika maeneo haya, ni vyema na ni vizuri tukachukua wakazi na wazao wa maeneo haya kwa sababu kubwa mbili. Kwanza mnaondoka mnawaachia gemgo, lakini tunaachia na ukwasi mfukoni, waweze kwenda kufanya mambo. Hongereni sana vikao na hapa, nitoa wito kama nilivyotoa wito pale, nataka kuuanza ujenzi wa soko la stendi fedha hizi zinazotoka ama anazotia mweshimua, hizi yako mambo mengi yangetamani kufanya kufana. Bado tunena zoezi la kusogeza huduma ya barabara kwa baadhi ya maeneo ambayo hususa nje, bado tunayo kazi ya kusogeza huduma ya maji baadhi ya maeneo nayo ambayo yapo nje, ambayo ni mipya inaanzishwa hivi sasa. Bado tunayo kazi ya kusogeza fursa ya elimu kwa Watanzania ili vijana wa Kitanzania wapate fursa ya kusoma na mambo mengine mengi lakini kwa huruma yake na kwa mapenzi yake na kwa sababu ya viongozi wema na waziri kuwachagua kutoka katika eneo letu hili la Bukombe, yeye ikampendeza akaacha mambo mengine yaende, lakini na hili nalo akasema la Bukombe. Niwee, nikuombeni sana kwa wale ambao tumekuwa zima, tunasema tumekuwa hii dhamana ya kusimamia hizi fedha, tujitahidi hidi fedha hizi zisimamie ziweze kukamilisha jengo la wana wanaBukombe Bukombe wanachotaka kuona sasa lao ni jengo lao lilosimama ili wakija hapa wapate huduma katika namna ilikuwa bora na nzuri kabisa. Lakini hata wafanyakazi kazi wa kkogo Bukombe nao wanatamani kufanya kazi katika mazingira mazuri. Watu waliosoma afya akili wanakwambia kufanya kazi katika mazingira mazuri tu inakushawishi wewe mwenyewe kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa utiifu mkubwa kwa sababu ya tuko hotukobeli sana ibada ya sehemu tunisaidie kusimamia haya mambo pamoja na kaimu mkurugenzi mkuu wa wilaya ya Lahi na hakuna mashaka na mimi. Na injinia, na wewe usaidie kusimamia haya mambo yaweze kutimia kwa haraka. Na nitoe wito kwa waandishi wa habari, haya ndio mambo ya kuendesha. Watanzania wanatamani kujua nchi yao inafanywa. Watanzania wanatamani kujua nchi yao inafanywa. Leo hivi tunapozungumza hapa na kuzungumza Bukombe Bahati nzuri kwa mimi nimeshapata bahati ya kuzunguka Tanzania nzima. Haya, unaona mkombe ya kufanana na maeneo ya huko kote na mkoa ambayo ni ngumu, lakini mikoa yote tuliyopita, unaona hospitali ya mkoa, zahanati, vituo vya afya, mambo mengine yote hayo na huko ko na ukokole, ya. Sasa ni vyema napo tukaondoa kutengeneza fikira na majungu na wananchi, tukawaonesha nini chama chao, serikali yao, kutokana na chama cha Mapinduzi inakifanya kwa ari na kastiri kubwa kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya Watanzania kwa